Uharigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Uh, huko TikTok hakujambo uh, ambapo tunaona Abby Chams ameweza uh, kuanzisha challenge nyingi sana. Nimekuwa nikikuletea hapa na wewe umekuwa ni mmoja ya watu ambao umekuwa ukinisupport, nashukuru sana. Sasa ameanzisha challenge nyingine, ambapo uh, tunaona ameweza kuposti katika upande wa TikTok na ameonyesha wazi kwamba yeye ni mtaalamu wa kucheza. Of course ni mwanadada aliyejaliwa, uh, kiono laini na amecheza kikwelikweli na kuandika pale juu kwamba mood when you have the number the number one song in the region, au sio? Sasa unajua kwa namna moja ama nyingine, uh, ukitazama kwa umakini kabisa unagundua katika ngoma zinazofanya vizuri eh, Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania eh, kiukweli huweze kuacha kuizungumzia ngoma yeah, Me Too. Me Too ya Me Too. Me Too imekuwa ni moja ya nyimbo ambazo zikuwa katika trending eh, kwa muda mrefu kidogo na nimekuwa, ni, kila siku nimekuwa nikikuelezea kuhusiana na balaa hili la eh, Me Too lakini sasa Uh, tunaona ngoma hii ina jumla ya viewers milioni mbili na laki sita ndani ya wiki mbili tu, na hichi ndio kitu ambacho kinampa eh, kiburi eh, na kuanzisha challenge za hapa na pale, Abigail Chams, na inaweza kusema kwamba ni mmoja ya wasanii wa kiukweli eh, wanaonekana kama ni underrated artist, yani wanaochukuliwa poa katika industry ya bongo flavor, lakini kiukweli ni kwamba ni mwanamuziki mwenye kipaji kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia, sio mara ya kwanza kufanya makubwa, na alishawahi eh, au sio? Na alishawahi eh, kufanya makubwa eh, katika eh, majukwaa makubwa duniani, au sio? Na kiukweli ameonekana kufurahia, na kiukweli akaandika uh, mood when you have number one song in the region, manake tayari ameweza uh, eh, kushika namba moja katika upande wa YouTube. Sasa baada ya kuanza channel hiyo nani challenge hiyo akawa shukuru akasema thank you, au sio, kwa kuna watu ambao kiukweli wanapenda the way jinsi ambavyo, eh, anaimba na kucheza. Sasa mashabiki wakajitokeza na wakafurahia hiyo challenge. Mmoja kaandika haka kanakula kweli, eh, ndio na ninashiba sana, akamjibu hivyo <laughs> eh, mapenda sana ah, mwingine sema kwa kumbe kanajua Kiswahili. Uh, Mungisema, fasting is always so important. Nasema you are the hottest female musician in Africa right now. Your vocals, you play multiple instruments, you're beautiful, a good dancer. God got your back. Mungu amempa anachostahili. Nasema tutaendelea kukusupoti mpaka utuletee Grammy. Maana yake, uh, huyu ni shabiki lakini pia Abby Chams akawa reply na kuweka emoji ya love. Mungisema, my talented girl, Mungisema ndo usivae chupi atakamba hata namba moja <laughs> mwesema yani hatutoki <laughs> namba moja e, on training tumegoma. Mwingine anasema kwamba Tyla wa Tanzania, akimfananisha na msanii mmoja kutoka kule nchini Afrika ya Kusini anaeewa jina la Tyla. Mwesema mpendeza kama wadada wa Veta. Sasa huyu ndio msanii msanii wangu e, tamba e, mama Grammy lazima iji Tanzania hii ni Abby Chams. Kwa hiyo, uh, tunaona katika moja ya challenge ambazo anazozianzisha ya me too inaonekana kufanya vizuri sana, na kwa namna moja ama nyingine uh, wakifuatilia vizuri wanaona ni jinsi gani ambavyo watu wameweza kuipokea challenge hiyo na kuweza eh, kuandika mambo mawili matatu, lakini pia kusifia kwamba ni mmoja mwenye msanii ambaye kiukweli ana kipaji kikubwa na kumbuka, eh, ndoto yake kubwa eh, ni kuweza kushika Grammy na inaonekana kabisa kwamba hii inaonekana kabisa kwamba uh, ni kubwa kwake. Kwa hiyo ameonekana kufurahia uh, uh, ameweza kufurahia ushindi wa nyimbo yake kushika namba moja ndani ya YouTube na kuweza kushika namba moja eh, kama nyimbo ambazo kikweli zina trend katika mtandao wa YouTube mtandaa uh, dondosha maoni yako eh, katika hili, lakini pia hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.